Na, mambo vipi ndugu mtazamaji wa Eko TV, ni siku nyingine tumekutana bana kwa stori mbalimbali kuhusiana na wasanii, lakini kama tunavyoona jinsi ambavyo msanii MacVoice amekuwa kwenye trending sana kwenye Instagram, TikTok na platform mbalimbali kutokana na show ambayo imeonekana akifanya, ni kama mtindo fulani wa chakatu chaka, lakini haipo kidesign vile kwa sababu ile, ilikuwa ni kama kwenye banda fulani ambalo hata wasanii hata mashabiki wenyewe walikuwa wachache na msanii aliyekuwa po ni yeye ambaye tunafahamu kama ni msanii wa Rayvanny, ambao tulitegemea kwamba kutokana na umaarufu wa Rayvanny, basi msanii huyu Macvoice angeonekana kwenye stage mbalimbali mbali kubwa kutokana na jina ambalo Rayvanny tayari amekusha litengeneza na tulimuona tulimwona Macvoice mwanzoni alikuwa akifanya vizuri, na ametoa ngoma mbalimbali kubwa, na pia alikuwa kashaanza kupata show mbalimbali mbali kubwa. Lakini sasa hivi tunashangaa yupo katika stage kama zile, na katika umaarufu wake si vizuri kuonekana pale. Sasa tupo na mmoja wa waandaaji wa show mbalimbali kwa wasanii ili tuweze kufahamu imekuwaje kuwaje ama kujua labda yeye anafahamu nini kuhusiana na jambo hilo. Bana, kwanza, inakuwaje? Ashwari, tunakuwaje? Freshi kabisa hapo. unaendeleaje na hali? Anaendelea vizuri na anaendelea kupokea lawama kama hivyo. Naam, sasa wewe kwa mtazamo wako, ile show ambayo Macvoice inakuwa inatamba zaidi, wewe una lipi la kuongea, ama una lipi ambalo unatamani watu wafahamu, kipi ambacho kimetokea katika show kama ile? Ni harakati za utafutaji tu. Yani, arakati za utafutaji kivipi? Kwamba kwa, kwa, kwa stage ambayo yeye yupo hatutegemei kwamba yeye ni wa kuanza kutafuta pale, kwa sababu kama tunavyofahamu Rayvanny ni msanii mkubwa, sio msanii mdogo, na mpaka amefungua lebo tayari, ana uwezo fulani ambao ameuonyesha na anamiliki msanii mmoja peke yake. Kwa stage kama ile, unadhani anaendana nayo kweli Rayvanny mwenyewe? Sasa hivi kaishiwa, kashakula kona kwenye mziki kwa msanii kwenda kuperform sehemu kama zile kama boss kaishiwa? Ni jambo la utafutaji tu huyo. Isitoshe, kama unakumbuka Rayvanny mwenyewe ameenda India kufanya show, ameingia watu tisa. Hasa kwa nini mfanyakazi asiende mkoani kufanya show, kuingia watu kumi na tano, kusema kwamba Rayvanny ameishiwa? Hapo kidogo ninaweza nika anataka kufahamu zaidi, kwa sababu bado tunaona Rayvanny akiwa anaperform nchi mbalimbali, ametoka mbali, nchi za nje tofauti na Tanzania. Sasa au pia me, ameshirikisha wasanii kibao katika collab mbalimbali na wasanii wengi wamekuwa ni wa nje. Sasa wewe, sababu ya kusema ameishiwa ni ipi? kimziki wake sasa hivi kashuka, so Rayvanny yule wa mwanzo yeah. Rayvanny wa mwanzo alikuwa kwamba kila mitaa unayopita Tanzania kwetu unamsikia Rayvanny Rayvanny Rayvanny Rayvanny, ila kwa sasa tusikii tena ile chui kwa hiyo unamaanisha kwamba toka Rayvanny atoke lebo ya Wasafi kuna mabadiliko yametokea, ama kuna kushuka kimziki, kwamba bila ya lebo ya Wasafi alikuwa hawezi akaendelea? Huona mana Mbosso toka katoka Wasafi kachia ngoma yake official binafsi hiyo inaenda kiutaratibu mbalimbali, hauwezi ukatoka tu bila kutoka tu ghafla na kutaka kuachia nyimbo, lazima utaenda kwa stage mbalimbali, tumeshuhudia kolabo mbalimbali, na ndio maana bado tunamsubiri, lakini tupo kwenye upande wa Rayvanny pamoja na Macvoice. Hapo, unatamani kufahamu zaidi mtazamo wako kwa kusema kwamba hiyo kushuka ndio imepelekea mpaka kupelekea msanii wake Macvoice kufanya stage katika stage ambazo ni za hali ya chini yeah, kwa sababu kama umeishiwa ina maana kwamba hauwezi ukaandaa jukwaa kubwa kama hauna ukubwa ule uliokuwa nao mwanzo. Sijui unanipata, kwa sababu ukiangalia Rayvanny mwanzo alikuwa na uwezo wa kutengeneza stage tu mwenyewe peke yake kama ile stage ya Wasafi Festive Mbeya. Show so ya kwake amealikwa na Wasafi Festive stage tu ametengeneza kwa milioni sabini na ikaanguka. Milioni sabini anatengenezwa stage na ikaanguka kama unakumbukumbu. Steji imeanguka na hakuna na hakuna show kugairishwa, show ikaendelea kutokana na pesa anazo asa. Sasa kwa sasa utaamini kwamba akashuka kimziki, kwa sababu msanii wake kama hivi unavyomwona mitaani. Tuliona chaka tuchaka ya nani Lishimavoko, alikuwa meneja pale, amesimama kama Tiny White Mkojani, walisimama uongozi ulienda chaka tuchaka na wasanii pamoja na kina Kingwendu, wameenda wamepiga vibunda na wakaonyesha mafao ya chaka tuchaka mitandaoni. Kote zilitrend video za halichimavoko akaishiwa, anapiga show uswahilini na nini, lakini halipo, alipofika kwa zibatu midomo kuonyesha vibunda hasa Macvoice aja aonyeshe naye kibunda hapa zarani. Ndo maana nakwambia mziki wake kaishiwa, kwa sababu uliangalia chakatu chaka ya lichimavoko ilikuwa kweli uwanja, lakini ni watu wengi wamezungukwa, hasa ile banda la video la watu wanaingia mia mbili mia mbili, nadhani watafika watu hamsini wa kwa hiyo unamaanisha kwamba katika hii steji ambayo ameperform Macvoice pia Rayvanny alikuwa nyuma yake kushirikiana naye katika tukio kama hilo. Oh, we hujui kwamba bosi kama block mfanyakazi Yaani, Rayvanny ka kambloku Macvoice. We una ushahidi kwenye hilo? Na ushahidi pita katika peji ya Rayvanny, kama unaona wana mawasiliano na, na, na, na, na Macvoice kambloku kabisa. Instagram washushi comment afanye chochote, kambloku watu wote najua, wewe wewe mwandishi wapi, wewe una... uh, tunaenda kwa stage kwa, kwa taarifa ambazo zimethibitishwa. Tuachane na mambo ambayo wamekuwa wakiposti mitandaoni. Nilikuwa nauliza kuhusiana na ile udhibitisho ya kwamba kweli tuna, tuna ushahidi wapa amemblock, lakini hii, tuachane na propaganda ambazo watu wamekuwa kizisambaza mtandaoni. Nataka kufahamu kupitia kwako, je, una ushahidi gani ama una udhibitisho gani ya kwamba ameblokiwa ukiachana na taarifa ambazo zimekuwa zikisambaa mtandaoni? Asa taarifa zikisambaa mtandaoni na maana kwamba taarifa inavyosambaa wewe unaenda katika peji ya Levani hii hapa, unaingia Instagram unaandika pale Levani, angalia Macvoice yuko wapi katika, katika playlist za watu ambao aliwafungia kwenye comment, eh. Asa vitu sasa mtandaoni kwamba mtandaoni inaonyesha kabisa kwamba Levani akaunti yake hii hapa Instagram, amemblock nani nani? Inaonyesha kwanza mwanzo Kajala alitangaza mimi mbloku Harmonize, so watu walisambaza, afu watu wakaenda kudhibitisha kwenye peji ya Kajala kwanza ningependa kufahamu, mtu naongelea ku blok ama kunfolo ama ku folo zile, anamblok ashushi comment, wao wezi kunifungia mimi nisi comment katika akaunti yako hiyo na kuna uwezekano , lakini mimi nilikuwa tam, natamani kufahamu kwamba amemblock kwa aina gani, kwa sababu kuna kuzuia kwamba mtu uka, uka ama ukamfollow, ile ili ni ambayo watu wanapenda sana kufahamu zaidi, ama wanapenda kuitazama zaidi. Wewe hiyo ya kublock, labda tungependa kuiona, labda umeiona vipi? Hapa Macvoice hapa amewekewa pin kwa Levan, aingii katika account yoyote, aingii katika sehemu yoyote kwa Levan. Hii hapa account ya Levan ina followers milioni ngapi? Kumi. Macvoice hawezi kwenda popote ku comment hapa kwa Rayvanny akienda kum DM haiendi popote. Yaani kama mimi Kristi kwenye simu hawezi ukanipigia ukani, ukani nikakupata. Kwa hiyo hapo sasa tunarudi kwenye upande wa kwamba kusema kwamba Rayvanny basi akuhusika katika maandalizi ya show ile. Ahusiki kwa sababu yule sasa hivi ni msanii wa mtaani tu. Katika lebo imeshindikana tu kusema kwamba siko naye kwa sababu mwenyewe kaishiwa. Wewe Rayvanny tangia ametoka yeye WCB. Macvoice, ngoma ngapi ambazo ameachia mwenyewe tu katika Next Level? Anasema kwamba ahusiki kwa sababu Rayvanny kaishiwa, ya kwamba tayari amemwondoa katika lebo yake ama vipi? Ushamwona oh? Ushamwona amefanya ngoma tena next level, unaona na mziki sasa, ana mziki mpya Macvoice. Macvoice ana mziki mpya, ana mziki mpya kwa sababu bosi kaishiwa. Nitaendaje kufanya studio ni, niende studio nikadaiwe Rayvanny eh? Mwenye hata milioni saba akayumba alishindwa kulipa. Eh, wamefanya wamefanya ngoma audio na, na, na Kayumba inatakiwa kafanye video, kwenye video kala milioni saba, kachochola huyo. Hali ngumu blaza. Na, kwa hiyo unaniambia una, una kwamba Macvoice show kama ile hakuna pesa yoyote ilopatikana ama alifanya kwa, kwa manufaa gani pale? Sio kwamba hakuna pesa yoyote ilopatikana. Hawezi akakosa elfu tano elfu saba yakula snajua, eh? Mapromota kama wale wa show akiona show kwamba buma, wanampa msanii nauli naila akula njiani. Kwa hiyo hawezi akakosa kula kula njiani. Na stage kama ile inakuwa labda inaandaliwa vipi labda ile ni msanii tu mwenyewe binafsi yake huwa anasema kwamba jamani, mnitafutie mikoa ambaye mimi nakubalika sana asa watu sawa, wale watu wale wanasema kwamba mkoa fulani bwana unakubalika, unaenda katika mkoa unaokubalika, ni kijiji, sio mkoa, ka kijiji. Katika ule mkoa kuna ka kijiji kako katikati ya kijiji, katikati ya ule mkoa, ndio wewe unafahamika. Kwa hiyo kishafika katika kile kijiji, unakuta kwamba raia wenyewe wanaoishi katika kile kijiji wako 200 labda 150 na watu wengine ni watu wazima, watu wazee. Kwa hiyo utakuta vijana wili watatu hivi wenye kuonaona mitandao, ndio wanaweza wakauzulia mambo kama hayo, na watu ambao wanaenda kwenye mabanda a video ndo kama vile ulivyomwona yeye perform yake, generator limekaa pale, generator iliokaa pale kwenye show la elfu ishirini na tano. <laughs> stajini limewekwa generator la elfu ishirini na tano. Speaker unaziona speaker, speaker unazikuta zile speaker za banda umiza zile, alafu <laughs> msanii wa next level ana perform pale, ila ukubwa la Ivani kwake ni anaheshima kwa hapa Tanzania kwa sababu Rayvanny ni msanii pekee aliochukua tunzo kubwa ya MTV. Hakuna msanii yote Tanzania aliochukua. Sasa ni aibu kwa mfanyakazi wake mstaafu kwa sasa alivyo. Endapata baa yote hapa Dar es Salaam awezi akafanya show hapa akakosa Macvoice watu, lakini mikoani ndo hivyo, lakini hapa da anashindwa kufanya show kwa sababu kwa uandaji wenyewe wa show wa Dar es Salaam unahitaji gharama, huwezi kufunga stage Dar es Salaam ya kuandaa show bila kutumia milioni tatu, milioni nne. Hasa wewe wewe milioni tatu mfukoni hauna, kama producer anakudai elfu hamsini ya, ya umeme, utaweza kulipa milioni tatu ya kutengeneza stage, atakudhamini nani? Yule ni msanii ambaye ameshapotea njia, bosi wake wa kwanza Chege anamdai ameshiangalia Chege Chege alikuwa ali, ali, ali, ali, anamsimamia ana, ana, Macvoice alivyotokatoka Macvoice kwenda kwa Rayvanny iliyosemekana kwamba Rayvanny kampa Macvoice milioni ishirini na sita akamwombe msamaha Chege, lakini Macvoice alivyompigia simu Chege ajapokea simu, akaona bora hela aipige pa na anatoka kabisa katika mitandao, anasema nimekula, apokei simu, anakiri kweli. Kwa hiyo inamaanisha ya kwamba kuna tatizo pia kwa msanii wake kwamba lakini nidhamu kwa Macvoice pia e, nidhamu ndo inamfanya kwamba msanii awe ya juu e, Yaani msanii hata usipokuwa na kipaji, ukishakuwa na nidhamu tu, kila kitu chako kinaenda sawa kabisa. Wewe angalia kama Mbosokani, Mbosokani katoka katika lebo ya Simba, unaelewa eh? Hajachajiwa chochote, alitoka pale Konde Boy akatoa pale milioni mia sita, ametoka yule Ivani akatoa pale bilioni moja eh? Turudi katika mtazamo wa wasanii kutoka katika lebo ya Diamond ambao wamekuwa wakiondoka kwa kumaliza mikataba yao ama kwa kuu kwa kuvunja mikataba ili kuanza maisha yao. Sasa wewe, mtazamo wako kwa wasanii hao ambao kama Rayvanny pamoja na Harmonize baada ya kutoka wakafungua wa lebo. Ni lebo ipi ambayo unaiona sasa kidogo ina maendeleo ama kipi ambacho kinawarudisha nyuma ama kipi ambacho kinafanya wasiendelee? Katika lebo ya Rayvanny msanii yuko moja tu, Macvoice na ambaye huyu sasa hivi anapiga show swahilini. Na lebo ya Harmonize kulikuwa na wasanii wengi, lakini sasa hivi tunaona kama yupo mmoja. Wasanii wengi walikuwaepo pale kama alikuwa Kili, alikuwa Chidi alikuwa pamoja na Angela, wasanii watatu wametoweka katika lebo, msanii mmoja kabaki. Naye ukiangalia wasanii wote waliotoweka katika lebo yake, yeye ukimwangalia, kama Angela, Angela ni mwenyewe matatizo yake binafsi Aeleweki huku na kule. Ukiangalia Chidi na Kili wale ni watoto ambao nao nazungumzia lana sasa. Na kama alivyokuwa naye Macvoice, ametoka Kili na Chidi wametoka kwa Alikiba wakiwa katika trend, wanafanya kazi nzuri. Ni ile tamaa ya kusema kwamba mimi najiweza, mimi namuona mtu fulani pale sasa hivi nitakuwa mbali. Haya. Chege alikuwa na mmiliki Macvoice, Macvoice akaona Levani sasa hivi ndo anasikika sana, bora niende kwa, kwa Levani, sasa ndo yuko chini Alikiba alikuwa anamsimamia Chidi wakaona, ah, Harmonize sasa hivi ndo anakimbiza sana, ngoja niende kwa Harmonize. Nao kilichowakuta ni kwamba tamaa. Ukiangalia kati Harmonize hajatoka kwenye lebo akaenda katika lebo, ametoka yeye katika lebo akaenda kutengeneza lebo yake. Unavyomzungumzia kama Rayvanny naye hajatokea katika lebo tu ya kukaa pale Wasafi kama ilivyokuwa kwa Monaize. Monaize amepambana na Diamond mwenyewe wame, wamesaidiana mtaani, akamchukua ni msanii wake wa kwanza pia kumsaini katika lebo, na lebo ya kwanza Monaize ya kusaini ndio ilikuwa ile Wasafi. Sasa ukimzungumzia Levani, ameanza huko Tip Top muziki wa kiuni Kiswahilini huko kwa kina Madi. Levani mwenyewe naye anadaiwa na Madi mpaka akaenda Wasafi. <laughs> Umeelewa, eh? na alipotoka Wasafi kafungua lebo yake, sio msanii ambaye amehangaika huku huku huku huku. Kwa hiyo unavyomzungumzia Rayvanny Macvoice, wote hao ni wasanii ambao katika wasoji wa wao wametapatapa katika lebo mbili tofauti. Kwa hiyo uwezo kafanisha na mtu kama ameona hizi kutoka katika ile lebo ametoka, ametoka katika mikono yake mwenyewe, utafutaji kaingia katika lebo, katoka katika lebo, amewekeza katika mwenyewe vipengele vyake na no ukiangalia tangia katoka katika lebo ni mziki wake mwenyewe, tunaona mafanikio yake. Kama Single Again ni nyimbo ambayo imechezwa mataifa yote duniani na nyimbo ambayo imeshika Shazam namba tano, amna nyimbo ambayo ya Tanzania leo kushika pale. Single Again imeenda mbali. Yeah. Sawa, tunashuhudia kwamba wote wametoka katika lebo wame, wame na kuna mafanikio katika mziki wake, lakini sasa tukija kwenye upande wa lebo ambayo yeye kaianzisha haikuwa, haikuwa na maendeleo mazuri tokea alipotoka kwa Diamond yani, katika wasanii hao wawili Harmonize na Raven, tukiwafananisha katika uanzishaji wa lebo zao bado tunaona kwamba hawana vichwa vile vya kuongoza lebo katika mstari ambao umenyoka ukilinganisha na baba wao tuseme Diamond Platnumz. Kwa hiyo hapa naweza nikasema kwamba je, tatizo lipo wapi? Tatizo lipo kwamba wame, wamekosa nguvu ya kuendeleza lebo zao ama kuna shida katika uongozaji taasisi. Unajua, kila kitu kinaenda kwa taasisi. Ukimwangalia kama Diamond anaongoza lebo zake, yeye ni msanii pekee hapa Tanzania alokuwa ameni, msanii wa kwanza kumiliki redio ni yeye, na soya kwake walijitokeza wazamini katika vipengele vyake. Tunazungumzia lebo ya Kings Music naye na media haya, tunamzungumzia Rayvanny ana media, tunamzungumzia Konde Boy ana media. Kwa hiyo hata mwandishi pia maswali yako angalia kwamba Mondi, yeye ana media ambayo inaweza kapromote kazi za wasanii muda wote Alikiba, yeye ana media ambayo inaweza aka promote wasanii wake muda wote. Aya, Levani ana media gani ya, ya kumpromoti Macvoice? Amonaiz ana media gani ya, kum, ya kumpromoti chinga muda wote? Kwa hiyo hapo sasa tunarudi na kusema kwamba haikuwa muda mwafaka wao kuanzisha lebo, kwa sababu walikuwa wanakosa nguvu ya promotion katika kupromoti wasanii wao, si ndio? Levani le, le, alikuwa hayuko sahihi kwake kuanzisha lebo, ila kwa Konde Boy alikuwa na usahihi wa kufungua lebo. Sasa katika usahihi huo mbona tumeona katika hakuna manufaa? Tumeona ame, ame, tuseme ameporomosha wasanii wengi. Kuna wasanii ambao walikwenda pale kwa lengo la kumtegemea, lakini sasa hivi tumeona wamerudi chini, wameondolewa kabisa kwenye lebo. Alifululiza kuondoa wasanii wengi na kumwacha msanii mmoja. Je, hapo kuna maendeleo tunayoyaona? Ile inaitwa fitna after fitna. Ukiangalia Harmonize, msanii ambaye alimsaini mwenyewe kwa mikono yake ni Hibla pekee na wale wasanii wengine walikuwepo pale kwa nia, na, na kupa intro. Sasa Angela ni msanii aliokuwa akiimba cover za Harmonize alikuwa ni kama shabiki wa Harmonize na alikuwa ni mgonjwa, na so alikuwa mpaka leo. Sasa no, no, no. Tumefuatilia interview za Angela Anjela, na Angela mwenyewe alithibitisha kwamba tayari alikuwepo amesainiwa ndani ya lebo ya Harmonize. Hiyo ni interview ambayo alifanya pamoja na kina miradi hayo. Sasa yeye amefanya interview pamoja na kina miradi yao. Je, mkataba huko? Usiamini tu neno linalotoka sababu, sababu unyesha. ambayo mbona alienda mahakamani kudai gari na akaunti, mbona akaambiwa tuonyeshe dokumenti zako za mkataba, alikuwa hana. basata akamsaidia na Harmonize akamsamehe dadangu kuchukua akaunti na kutangaza ameacha mziki hana. Unaona, Harmonize ak akati ametoka WCB ilikuwa anahitaji kupewa dokumenti zake. Diamond alikuwa anamzungusha kila siku. Je, haijapigwa simu kwa President marehemu Sababu ya Angela kusema kwamba ameondolewa pale katika lebo ya Konde Gang ni kutokana na kusumbuliwa na mguu wake na kushindwa kuandaa albamu ambayo alikuwa anatakiwa kusubmit, lakini kutokana na kucheleweshwa ikasababisha aweze kuondolewa. Hiyo ndio sababu ambayo anasemea kwamba ikamsababisha aweze kuondolewa. Ya yeah, kwa sababu hata wachezaji uh, mpira hawawezi wakasajiliwa katika kikosi ukawa injury, usiingize manufaa kwenye timu ukaendelea kubaki katika timu. Timu inatumia pesa kukuweka wewe mm.